Karibu, leo tutakuwa katika kipindi cha lugha ya Kiarabu tukifunza namna ya kuongea Kiarabu kutumia misingi sahihi. Lakini kabla hatujaendelea, tuweze kukumbushana kuweza kusubscribe, bonyeza hapo chini alama ya kengele, ili wa kwanza kufikiwa na vipindi vyetu vinapokuwa tayari na usiweze kupitwa na vitu vizuri kama hivi. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa, tutakuwa nawe na utakuwa nami katika kipindi cha lugha ya Kiarabu. Leo katika kipindi cha lugha ya Kiarabu nimekuandalia namna ya kutengeneza wakati uliopita, sorry, wakati wa sasa. Nyuma tulijifunza namna ya kutengeneza wakati uliopita ambayo tuliigawa katika sehemu tatu, tulitengeneza kidogo kidogo, na naimani mpaka saizi umejifunza mengi. Leo hii sasa tutakwenda kujifunza namna ya kuunda au kutengeneza wakati wa sasa. Ukitaka kusema mfano ninacheza, ninakula, tunakula tunaka utasemaje katika lugha ya Kiarabu? Ni rahisi kama ilivyokuwa rahisi katika wakati uliopita. Kumbuka, ili uweze kutengeneza wakati wa sasa ambao inaitwa fi'lul mudhari, uweze kutengeneza fi'lul mudhari unatakiwa kuna baadhi ya vitu vizingatie. Kwanza ufahamu tunaitengeneza fi'lul mudhari kutoka katika wakati uliopita fi'lul madhi. Ni hivi, ili utengeneze wakati wa sasa unatakiwa uwe na kitendo chako au yako ambayo uliopita. Mfano akala, akala yake amekula au alikula, wakati ushapita. Sasa unataka hii akala uje kusema, ujkusema mwenyewe ninakula au tunakula. Ndio jambo la msingi. Kuna kanuni rahisi ili uitengeneze wakati wa sasa, fanya hivi. Kwanza wanza fir ina herufi zake zake, herufi zipo ngapi? katika neno mmoja tunaita anaitu alif hamza ambayo ni alif hamza hamza tukatu ile nun ya yeah na ta, hizi ndizo herufi nne za fi'lul mudhari. Ili utengeneze fi'lul mudhari, wakati wa sasa, unatakiwa uzingatie zi hizi herufi nne. Herufi nne hizi zinakaa mwanzo wa kitendo au mwanzo wa verb. Haikae mwisho, inakaa mwanzo wa verb. Ambaye, inni, hapo utakuwa umetengeneza fi'l mudhari na ikiwa fi'l mudhari yako ambayo umeitengeneza imekosekana hizi herufi nne mwanzo wa kitendo, hapo inakuwa sio fi'l mudhari tena, ambao wakati wa sasa kwa Kiingereza tunasema present tense. Wakati wa sasa, sawa, twende. Leo tutaangalia herufi mbili tu ambayo ni alif hamza hamza tuqati na nun, hizi herufi mbili ili tutengeneze wakati wa sasa, tunatakiwa tuwe na dhamira mufasili zetu hapo, ambazo ni ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antumna, huwa, hiya, huma, hum, huna. Hizi dhamiri muhimu sana, uwe nazo wakati tunapotengeneza wakati wa sasa. Leo tutangalia katika mutakallim, ambayo ni ana na nahnu, hizo ndio a msa kuziangalia mbili ambayo ni alif, hamza na nun. Kwanza ni hivi, alif hamza ambayo hamza tukati alif hiyo inasimama katika sehemu ya ana. Ana maana yake mimi. Kwa hiyo unapotaka kuunda wakati wa sasa fi'l mudhari, ukitaka kusema ninakula, ninacheza, ninapenda, ninafanya, hivi unachukua hiyo alif hamza unaipeleka katika ana. Kihivi tunachukua tuna kitendo chetu ambacho nini akala nini akala manake amekula. Ili utengeneze fi'il mudhari' zingatia, tumesema alif hamza inakaa mwanzo wa neno, alafu fi'il mudhari' inakuwa marfuu, inakuwa na dhamma. Uende za kwa mabniu ala al-fatha ala sakne kwa kugulia na kanuni zingine huku atuko. Leo hapa tupo hapa, fi'il mudhari' inakuwa marfuu, inakuwa na dhamma. Unafanya hivi, unasema hivi akala, unaigeuza inakuwa hivi ana akulu ana, ilibidi tuseme ana akulu kwa kwa, zimekutana hamza mbili hapo, tunaichukua moja, tunaweka moja kwa ni madda hapo, tunasema hivi ana akulu taama, mimi nakula nini? Chakula. Mfano jalasa, amekaa, utasema hivi ana ajlisu, ana ajlisu, badala jalasa tumeibadilisha jim imekuwa na sakina, tunasema ajli sin, ambayo ilikuwa nafuata tamsha tamsha, maadhi inakuwa na dhamma. Kwa sababu nini? fi'l al-mudhari yenyewe inakuwa marfu na unakuwa hivi ana ajilisu, mimi ninakaa. Hiyo ni katika ana, tumesema hamza inakaa katika ana, inasimama badala ya nani ya ana. Twende nun. Nun inasimama badala ya nahnu, ambayo ni sisi. kwenu mtakale sisikntakaleas sisi tunacheza au sisi tunakula, utasema hivi. Mfano kitendo cha akala utasema hivi naakulu, kwa sababu baada ya herufu mudari herufu inaofatia katika fiil mudari, mudari, pale inabidi wena sakna. Nasema hivi nahnu naakulu taama, sisi tunakula chakula. Nahnu nuhibuka, sisi tunakupenda. Nahnu nadhabu ila lmasjid. Hakikisha fiil mudari inakuwa marfuu kule uende marfuu, isiwe isiwe nadama mwisho ilo dhihiri kule kuingana na kanuni za lugha lakini, sisi tunaangalia ile vitendo vilivyo sahihi. Tumelewana, mfano tilka ummi ana uhibbuha. Tilka ummi yule pale, mama yangu, ana uhibbuha, mimi nina mpenda. Baada ya kuangalia hapo, na imani umejifunza vizuri namna ya kuunda wakati wa sasa kwa kutumia dhamair ya ilmu munfasil. Tumesema fi'l mudhari na herufi nne ambao ni alif hamza Nuna, anta na na sorry, ta na, ya. Hizi ndio herufi nne. Ukitaka kuunda wakati wa sasa fanya hivi katika vitendo vyote vya fi'il mudhari ambavyo umekutana navyo sawa. Ili uunde, unabidi uzingatie sehemu kama hizo, tumeelewana ile. Ikiwa hujafahamu na unaswali zaidi, nitafutia kwa namba 0785766703 ili tuweze kujifunza pamoja pia lugha ya Kiarabu. Sajili unaendelea inshallah, mwisho utakuwa ni mwisho wa mwezi huu, usichelewe wala usipotezi muda wako. Karibu sana tena sana, inshaallah.